Mkataba yangu alikuwa ananisaidia na kunisimamia kama mke wake. Lakini kuhusu mikataba naona na saini hapa mwenyewe, mimi kama mimi. Kwa hiyo ni kazi yangu alikuwa ananisupport. Si kwamba na yeye alikuwa kwenye mkataba labda na yeye ni, ni, ni, ni modo au mfanyakazi wa collection hapa Kuhu na hapana kuhusu hizo kazi zitaendaje endaje, nafikiri ana anaweza akajibu. Uh, okay, asante. Um, sisi mkataba wetu ni kati ya um, Ana Corrections na Zainab, kwanza sio Zaiylissa. Kwa hiyo haya ni mambo ya kisheria zaidi, e, contract ni, ni kati yetu sisi Ana Corrections na Zainab. Lakini uh, tupende kumshukuru aliyekuwa wa mme wake uh, tumeweza kunegotiate naye mambo, mambo kaza wa kaza. Kwa hiyo tutakuwa wachoyo wa fadhila tusipomshukuru yeye. Tunashukuru, lakini sasa hivi akatujulisha kwamba amepata management mpya, kazi zinatakiwa ziendelee uh, mambo ambayo yapo uh, unajua kabisa kwamba biashara au ajira haihitaji hisia jamani. Kwa mambo mengine lazima aendelee afanye kazi na sisi, tuna project ambazo natakiwa zitoke, ziko njiani. Ndio maana tukasema tusaini, ili mambo mengine yaweze kuendelea kwa sababu kazi zinasimama Ana, hapo hapo, watu wanaamini kwamba mvuto wa kibiashara um, labda hilo anaweza akalijibu mwenyewe, lakini hmm. Uh, nachoweza kufa uh, kuongelea kuhusu sisi ni kwamba visibility ndio inamfanya mtu aonekane na nguvu ambayo inaweza kupush tukishamvalisha sisi tumefanya upande wetu wa kumweka sawa aonekane. Sasa kuonekana ni watu wa media pamoja na, na influencing mbalimbali ambazo zinakuwepo. Yaani kuna strategy nyingi za kumfanya mtu mpaka aweze kuonekana, kwanza avae, apendeze. Kwa hiyo kila naweza kusema kwamba kila upande umefanya kazi yake ipasavyo. Mi sitaki kuongelea sana huko, lakini acha tuone acha tufanye kazi then okay. Tutaona. Uh, uh, ni uh, no, kama nilivyosema mwanzo, hatukuwa na mkataba alikuwa ananisupport, kwa sababu nilikuwa mke wake yes hizo video ni za muda mrefu sana, alafu sina mpango huo wa kurudi kwa yoyote. Niseme tu hivyo, sina mpango wa kurudi kwa yoyote. Sasa hivi nimeamua kufocus na kazi, familia, familia yangu, na maanisha kazi period yaani, hata yaani, sasa hivi vitu mtakavyoviona kwangu mimi ni kazi basi. Uh, ba, wa siko kwenye ndoa, kwa siko kwenye ndoa <laughs> <laughs> napumzika kwanza jamani, napumzika. Watu wengi wana wanakimwona binti mdogo, ndoa mbili, wanatafsiri tofauti kwamba, ndani ya ndoa mbili, kuna na ndoa ambazo moja alitoka hajamaliza mwaka, mwingine hajamaliza miaka miwili. Hivyo kwako kuwasaidia watu ambao ndio followers wako, ndio ndio unapata matangazo, unaweza kuwaambia nini? Ndio endelee kwa imani ya kwamba Zaiylissa sio tatizo kwenye hizo ndoa, labda tatizo ni watu ambao wanakutana nao. Mimi siwezi nikasema mimi ni tatizo au watu niliokuwa nakutana nao ni tatizo wanasema sijui nimesahau hiyo kauli, lakini niwaambie tu ndoa sio mbaya <coughs> na wasikurupuke pia. Ndoa sio mbaya, lakini pia wasikurupuke. Kila kitu kinakuja kwa wakati sahihi, mtu sahihi anakuja kwa wakati sahihi. Kwa hiyo yani hivyo tu wasikurupuke, tuongelee vitu vingine jamani. <coughs> Okay, ana collection kuna um, wasanii kama watatu wa nne wa filamu wana majina makubwa, wako kwenye ile big six. Mmoja wapo alikosoa namna ambavyo makampuni ya kibiashara yanatumia wasanii pale wanapotrend kwenye matatizo au kwenye jambo lolote ambalo sio zuri, na wakachukulia wakatolea mfano swala la Zaiylissa kwamba amegombana na mume wake, first ameshaonekana anakuja kufanya press, na inaonekana kuna kampuni itaonesha inarenew mkataba au inasaini naye watu tazama vipi, unapoona labda mtu wengi tatizo kama kumsikia au kumwona akiongea chochote, lakini fursa kuweza kufanya ambapo labda amlaga nafasi kwanza. Okay, asante video. Kama nilivyotangulia kusema unakumbuka, nilisema ajira na biashara zina hisia, yes. Si kama ulinielewa vizuri, na hiyo mtu yeyote yule anatakiwa kulijua, hata wewe, ajira na biashara zina hisia uh, hii contract ilikuwa iko ilikuwa ilikuwa tayari muda mrefu na alikuwa ameshaipitia pande zote mbili zilishaipitia na tulishalizia ilikuwa tu saini. Uh, wiki ile mimi nilikuwa nimesafiri kwenda Mwanza na Eza Elisa akawa na mambo mengine, kwa hiyo imetokea hivi. Uh, tunahitaji kutoa project kwa tuwezi kutoa project pasipo kurenew contract. Kwa hiyo vitu vyote vilikuwa katika mpango, sisi tunayo a very good plan, strategic plan ambayo tunaifuata kwa hiyo hatukurupuki tu eh. Tayari uh, mazungumzo yalishafanyika, ilikuwa nimebaki kusaini tu na tu, kwa sababu ni mkataba mpya ambao unakuja na kampeni kubwa ya vazi asili harusini. Tukasema hatuwezi kusaini tu hivi, lazima kuwepo na uwepo wa media. Kwa hiyo iko hivyo ajira uh, uh, biashara hazina hisia kazi a, lazima iendelee yonda kutoka Tanzania mm -hmm. Na juzi tu za Elisa kutoka Mombasa, uh, kwa caption iliweza kuandaa kuwakilisha nje. Which means kwamba na na wiki alimaanisha kwenye harusi ya juks kama atakaposisi. Ah, uh, ana collection tahusika kwenye conditional room, na je watu wa huko vipi wanaweza akapata hizo bidhaa za ana collection kutoka Tanzania? Ah, uh, okay. Um nazali caption alikuwa tu anauliza audience yake namna na, na, gani? Kwa sababu pengine alipata caption ambayo ina direct hivyo, akawa anauliza, lakini tunazo project ambazo tutafanya. Kwa mfano, tunayo project moja ya kwenda Katal ambayo inatangaza utamaduni wa wa Tanzania. Kwa hiyo ikitokea uh, tunajiandaa, ikitokea tumeenda na Zaiylissa ataenda, sisi kama na correction, tutampeleka Zaiylissa Katali kwa ajili yeye aweze kuwa modo na kuonyesha mavazi hayo yanayodumisha utamaduni wetu. Kwa hiyo kwa kila project ambayo tunafanya iwe mambo ya technology Zailisa atafanya. Iwe arts and design Zailisa atafanya. Kwa hiyo kwa kila project tutamtumia yeye kama kivutio cha kutangaza utalii uh, kupitia fashion au mavazi kwa ujumla. Basi nadhani kwa upande wa Zailisa, jamani tumemaliza. Labda turudi kwa Mama Tari.